Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu kama ambavyo uliniruhusu li siku ya tarehe 9 mwezi wa 4 2025, nilipokuwa nasoma hotuba ya bajeti na ilikuwa ndio siku timu ya Simba ilikuwa inacheza mchezo wa robo fainali na nilitakia heri kwenye mchezo wao. Nitumie nafasi hii sasa niwapongeze wawakilishi pekee wa nchi yetu na ukanda wa Afrika Mashariki na Kati waliosalia kwenye michuano mikubwa ya kimataifa barani Afrika CAF Confederation Cup, timu ya Simba Sports Club kutoka mtaa wa Msimbazi jijini Dar es Salaam, kwa kufuzu hatua ya nusu fainali kwa kuiondosha timu ngumu ya Al Masri kutoka nchini Misri. Mheshimiwa Spika kipekee kabisa kipekee naomba kabisa, nimpongeze mlinda mlango wa Simba Mousa pin, pin Camara kwa kuokoa mikwaju miwili mizito ya penati iliyoiwezesha Simba kushinda inaipongeza sana timu ya Simba kwa ushindi huo na tunawatakia heri katika mechi inayofuata ya nusu fainali, na nina imani mtafika hatua ya fainali na hatimaye kutoa ubingwa kwa mara ya kwanza kwa kauli mbiu iliyosema hii tutavuka Na sasa kauli ya kuingia nayo kwenye mashindano ya nusu fainali inasema hatuishii hapa. Hiyo ndio kauli mpya.